Kwa nini Waislamu wengi hufungua swaumu kwa kula tende kwanza? Inaweza kuwa ni swala la dini pekee au kuna sababu za kisayansi na kiafya? Je, tende zina faida gani kwa mwili baada ya kufunga mchana mzima? Kwa wakati huu nitakuelezea sababu halisi ya kwa nini tende huwa chakula cha kwanza baada ya kufunga. Nitakuelezea faida ya tende kwa mwili wako baada ya mfungo. Nitakupa ni majibu ya kisayansi kuhusu kwa nini tende ni chakula bora zaidi cha kufungua, na nitakuonyesha ni jinsi gani tende zinavyoweza kuboresha afya yako kwa ujumla. Suna na maelekezo ya kidini: tende ni suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi sahihi inasemekana kwamba mtume alikuwa akifungua kwa tende mbichi na kama hazipo basi tende kavu na kama hazipo tena basi kwa maji. Kwa nini alifanya hivyo? Tende ni chakula chepesi kinachoingia mwilini haraka. Ni chakula chenye nguvu ya asili na husaidia mwili kurejesha nguvu haraka. Ina sukari asilia inayopatikana moja kwa moja kwenye damu bila kuhitaji kumeng'enywa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa Waislamu, hii ni ibada lakini pia ni njia sahihi kiafya. Kwa nini tende ni bora zaidi kwa mwili baada ya mchana mzima wa mfungo? baada ya kufunga kwa saa nyingi: moja, kiwango cha sukari mwilini kinakuwa chini; mbili, mwili unakuwa hauna maji ya kutosha; tatu, ubongo unahitaji glukosi alaka ili kufufua nguvu. Sasa hapa ndipo tende zinapokuja kuwa msaada mkubwa. Tende zina aina tatu ya sukari asilia: moja, ni glukosi; mbili, ni fruktosi na tatu, ni sukrosi. Sukari hizi huingia moja kwa moja kwenye damu na kusaidia mwili kurejesha nguvu kwa haraka. Kwa hiyo badala ya kula chakula kizito moja kwa moja, ni bora kuanza na tende ili mwili upate nguvu taratibu kabla ya kula chakula kingine. Faida kubwa za kiafya za kula tende baada ya mfungo: moja, husaidia kurejesha nguvu haraka. Tende zina sukari asilia inayopenya haraka kwenye damu na kuongeza nguvu kwa muda mfupi. Ndiyo maana ukila tende ndani ya dakika chache tu unahisi unapata nguvu mpya. Mbili, hulinda tumbo lako dhidi ya matatizo ya mmeng'enyo wa chakula. Baada ya saa nyingi za kufunga, tumbo linakuwa tupu na mfumo wa mmeng'enyo unakuwa katika hali ya kupumzika. Kama ukila chakula kizito moja kwa moja, unaweza kupata matatizo ya tumbo kama gesi, kiungulia na kuchafuka kwa tumbo. Tende husaidia kuandaa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula taratibu kabla ya kula chakula kizito. Tatu, huzuia kushuka kwa sukari ghafla, kitaalam hypoglycemia. Baadhi ya watu wanaofungua swaumu kwa kula chakula kizito husikia kizunguzungu au hata kuzimia. Hii hutokea kwa sababu kiwango cha sukari kwenye damu kinapanda ghafla kutokana na vyakula vyenye wanga nyingi. Tende husaidia kudhibiti hali hii kwa kuongeza sukari taratibu na kuzuia mshtuko wa mwili. ni bora kula tende ngapi unapofungua? Inashauriwa kula tende tatu hadi saba unapofungua kwa sababu. Moja, zinatosha kurejesha nguvu bila kuongeza sukari kupita kiasi. Mbili, zinasaidia kusawazisha njaa ili usile chakula kingi sana baada ya kufungua. Tatu, zinatoa faida za kiafya bila kuathiri mfumo mmeng'enye wa chakula. Lakini epuka kula tende nyingi sana mara moja, kwa sababu zina sukari nyingi. Ukizidisha unaweza kuhisi uzito au hata kuongeza uzito. Kila iftar, tende ni chaguo la kwanza kwa sababu hujaza nguvu haraka. Sasa je, unapozungumzia nguvu za kiume, unajua ni kwa nini unapaswa kula kwanza? Nguvu zako za kiume zinahusiana moja kwa moja na chakula unachokula. Kama unategemea nyama choma na soda, usishangae ukikosa mzuka chumbani. Mwili wako unahitaji virutubisho sahihi ili kubaki imara muda wote. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.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 Ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama Suka TV.